Maana yake kama angekuwa, alikuwa na spidi kidogo, yamkini ingeleta shida. Lakini hayo yote nikamwambia Mungu, nikamwambia mwenzangu, mke wangu, nikamwambia mwenzangu, unayaona haya, lakini pamoja na haya najua hii hapa ni vumbi tu, tuko kwenye mafanikio. Wakati huo kutoka nafika huko Dar es Salaam mpaka kufika Kigoma kwenye ulimi wake hakuna kitu chochote cha kupita. Alipofika nyumbani, nikamcheki nikamwambia, usiniletee uhuni, mi mwenyewe ni mhuni zaidi yako. Utakula si hapa unaponiona hapa, yani nikivua shati kikovu tupo. Anatumia kuniuma meno na akikuuma, bora uumwe na mamba. Nikasema sio kesi, nikasema huu mwili utauma tu lakini hutoweza. Nikasema haya. Hiyo juma ngapi? Hiyo hiyo Jumamosi, wakati tumefika hapa tukapata huduma, tulivyopata ile huduma, asubuhi yake ya Jumapili, bwana, kula nani, kasema siwezi kula chochote kwa sababu mchawi mkubwa ni wewe wewe ndio uliconnect Dar es Salaam, ili wewe upate pesa kupitia mgongo wangu, ili ununue magari au uj ujenge majumba. Kwa sababu nikasema sawa, mwanangu, hamna shida, lakini yote ni mpango wa Mungu. Unaona, sasa mimi nikaendelea kukaa hapa kufanya huduma hiyo. Huo usiku wakanambia mchungaji amefika, alikuwa alikuwa masomoni amefika, mi nimefika usiku na yeye amefika jana. Kasema kuna kitu hapa, Mungu ataka. Sasa ndugu zangu wapendwa, niwachekeshe kitu kimoja. Wakati Mungu sasa anataka kusema, mimi ndio Mungu wa kweli, ninayowasha nyote ama majusi pasipokuwa na umeme, wewe acha bwana acha kabisa. Yaani kofuraha nilionae ingawaje ndio hivi na furaha kubwa sana Bwana, nikaona leo jipiga hesabu, jana siku ya kumi na saba tangu apate tatizo na hali chochote. Siku kumi na saba, tupige hesabu wewe na mimi. Hivi siku kumi na saba unaweza kuishi bila kula wala kunywa? Nikasema sasa, mimi mwenyewe baba, ni mtoto wa Kistoni, leo utakula, utaki ustaki na yeye akasema, hivi hivi wewe unanijua au unanisikiliza? Tuko ndani, mi niliamka asubuhi na koroga uje mwenyewe, kwa akili zangu timamu na kwa nguvu zangu, kawasha jiko, nikatenga nikanianzisha, saa tatu uje umeiva, nikaambia lazima unywe. Ananicheki tu anasema acha wewe, walikuwepo nikaambia kama walikuwepo, mimi ndio Alfa na Omega kwako wewe. Nasema usililetee habari za Biblia la kubumba, mnafiki mkubwa. Nikasema safi sana bwana. Nikamwita kijana umoja hapa, anaitwa Nehemia. Nikamwambia Bwana Nehemia, naomba msaada wako. Akaja nikaambia kwa leo hii, nikachukua fimbo ya urefu wa hivi, nikaambia utakubali, nikaambia kama unaigiza una bana brazak okay. <laughs> anabiti unapomuona amesimama hapa, unapomuona amesimama hapa, tulipoingia kwenye system ya ule uji kunywa, nakakanua hivi meno akiachama aki mdomo, tukimwaga uji anapuliza, kimwaga uji anapuliza Nikasema hivi hiyo sio kesi, yaani lazima bora wote liisha, lakini hapata kusata kidogo. Akasema haiwezekana, tumepambana na bwana Nehemia pale ikashindikana. <coughs> Nikasema makweli, ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Bwana Yesu asifiwe. wakati huo baba mchungaji bado ipo na mambo yake kule Ilipofika mitaa kama ya saa nane saa nane hivi tu mmoja akasema pale, hebu nenda kwa kauda mchungaji. Nikamchukua binti huyu na mama yake, tukaenda pale, tukamkuta mchungaji yupo, likuwa wanatoatoa huduma na wengine. Tukakaa pale, tukasubiria kama dakika kutuu kadhaa, na nasi tukafikiwa, nikamwelekeza, akamwangalia akamwita Renata, akasema mimi sio Renata, mimi naitwa Renasa. Akasema sawa, akamwambia sasa, kwa nini wewe hauli? Akasema mimi siwezi kula mpaka nirudi Dar es Salaam kwa shangazi ndio nikaa, eh, namtaka asijue mchumba wangu nani, mambo mengi sana. Akasema sawa. Mchungaji alichokifanya alisema, sasa utakula kwanza, utakunywa maji. Akachukua kikombe cha maji akayaombea. Mikana, angalia tu, sioni hapo. Nikasema ikiwa mimi, ijapokuwa hai, sina sina afya, lakini pale inapopafikisha, nimetumia nguvu za hali ya juu, hata kijiko kikwenda. Haya! <laughs> Ee Bwana wangu, acha